Ili jina la Anicet Anicet linatajwa sana kwamba mchezaji huyu anajiunga na Mnyama, ni mchezaji wa aina gani? Kuhusu Anicet Oura, huyu ni kiungo wa ushambuliaji winga, kwa lugha nyepesi ni winga ambaye ametokea Ivory Coast, amecheza pale Ivory Coast club moja naitwa klabu ambayo ilimtambulisha Ivory Coast, inaitwa African Sport. African Sport, hapo mwanzo ulimtaja Rashid Yekini. Uh, of course Rashid Yekini alipita hiyo timu ya African Sport. Ni klabu kubwa kwa Ivory Coast ukitoa Asec Mimosas, ambao wengi wanaifahamu hao ndo watani wao wa jadi, wa wapinzani wao wa kabisa ni African Sport. Ni timu mm, ambayo wamepita wachezaji wengi wakubwa, akiwemo baba yake Lukaku ya, ya, ya, ya. Baba yake Logo Rogers ya, ya. Wakati anamkimbia Mobutu Sese Seko kutoka DR Congo ya. Alikimbilia Ivory Coast akaenda kucheza African Sport mm. Baadaye ndo akaenda zake uhaybu, uh, uh, Ulaya, lakini uh, ni klabu ambayo imetengeneza nyota wengi African Sport. Miongoni mwa uh, wachezaji wao ambao wamepita pale ni Paco Mzuzwa eh, huyo ni amepita African Sport pia, so na huyu naye amepita hapo uh, African Sport, baadaye timu ambayo ilimpa utambulisho mkubwa zaidi ndani. Unajua, African Sport nazungumzia, ni miaka ya nyuma ndio ilikuwa tishio Ndia. Sasa hivi ni timu ya kawaida tu, na Pakome anatoka African Sport anaenda ASEC mm. Baada ya kuishusha daraja, yaani African Sport imeshuka daraja ehe, ndio Pakome anaondoka anaenda ASEC. Kwa hiyo Anicet Oura, klabu ambayo ilienda kumtambulisha kwenye jukwaa kubwa zaidi ni ASEC Mimosas ndani ya Ivory Coast. Uh, ni klabu ambayo nakumbuka oh, yeah, msimu elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili wanacheza group stage ya kombe la shirikisho ASEC ya moto. Mm. Umeelewa? ASEC golini ina Abdulkarim Sise. Shona, mbadi national team naye anatwanga Abdulkarim. Full back wa kulia Yao Kwasi Atola. Mm. Zao lao alitokea Solben lakini baadaye aliendaga Morocco akarudi tena nyumbani. Pale katikati kuna Suleiman Kolibali. Mm. Beki flani vilimepanda juu miraba kadhaa Alafu pembeni yake hapa half back four alikuwa anatwanga mtu mmoja tu, winga moja <Kongo>. Anicet Oura nambari kumi Stefan Ki Azizi, Azizi. Oye, pakome ndo anaanzia benchi atoke Stefan Azizi ndo ingia <laughs> <Mange>, pakome <abu>, hapo <laughs> mwona pakome benchi. Eh, hey, benchi. <laughs> Alafu kule juu wanasimama Karim Konate Karim Konate benchi Mohamed Zograna, one of the best defensive midfielders. Ndio. Yuko MC Alger pale. Ndio. Kamalisha uraia sasa ni Mburkinabe. Lakini alikuwa anatwanga dimba la chini anakaa benchi. Ismail Olivia Ture, huyo beki mpya wa Simba. Mm. Mwenyewe yuko benchi anamsubiri Wolo aumie. Ushaona chini ya kocha wao Julien Chevalier. Ushaona. Kwa hiyo ni ASEC fulani walitengeneza ilikuwa ni ya kizazi cha moto sana lakini kwenye ile season hawakufanikiwa kuvuka, hawakwenda, aliyeenda alikuwa ni Simba na RS Berkane kwenye lile kundi. Asec ile ilikuja hapa ikala gongo tatu. Sasa ile ilikuwa na hawa wachezaji ni wachezaji ambao walipata malisho, waliondoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Baada ya ule msimu, msimu kumalizika. Waliondoka, hmm. Karim Konate kaenda Europe, yes. Sasa baada ya msimu ule ziliondoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo na Oura naye aliondoka akaenda Stellenbosch, kufika Stellenbosch, contract ya miaka miwili, amecheza msimu wake wa kwanza, alicheza mechi 35 season yake ya kwanza, akawa amefunga magoli nane. Shona, baada ya hapo season yake ina. Sasa, iu, iu, msimu uliopita mm, msimu uliopita alikuwa yuko Qatar. Mm, alienda Qatar kwa mkopo Msimu uliopita Simba amecheza na Stellenbosch, alikuwa iko Qatar yes, mwaithar ya Qatar ameenda amecheza kule. Baadaye mkataba akawa umeisha na Stellenbosch, ni free agent ikabidi ajiunge na na, na timu ya Finland.